Yes, eh, leo tarehe tisa mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano watuhumiwa tisa wa eh, tuhuma za uhaini walifikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, ambapo wapo katika makundi makundi, eh, kundi nyingine wapo watatu, jingine wapo watano. Eh, lakini watuhumiwa hawa eh, baada ya kufikishwa mahakamani kesi eh, zimeahirishwa za hawa watu wote, kwa sababu Jamhuri wamesema kwamba upelelezi bado unaendelea lakini tumeieleza mahakama kwamba watu hao wamekaa eh, eh, nani gerezani muda mrefu pasipo kujua hatima yao. Wana haki ya kujua hatima yao, lakini pia kwa sababu eh, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka wana jukumu la kufanya upelelezi na kuhakikisha kwamba upelelezi unakamilika eh, ili wao watu waweze kusikilizwa kama wanaendelea kusikiliza hizi kesi ama hizi kesi ziweze kuondolewa eh, kama upelelezi utaonyesha kwamba hawahusiki eh, kwa namna yote ile kwa hiyo mahakama pia imeagiza kwamba e, wajitahidi kukamilisha upelelezi kwa wakati na kesi zote hizi zimeahirishwa hadi tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025. Lakini katika kesi hizi mmoja mtuhumiwa e, Nasri e, Lawrence, e, yeye alikuwa na kesi nyingine leo ya anatuhumiwa kwa kuvunja e, duka e, na kuiba nguo, viatu na vitu vingine e, kesi yake leo imekuja kwa ajili ya hoja za awali na zimesomwa na kesi hiyo pia itaendelea kesho kwa ajili ya kusikilizwa, ambapo e, upelelezi ulishakamilika na kesi itaendelea kusikilizwa kesho saa tano kamili asubuhi katika mahakama e, ya kimkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Makube. Ni hayo tu kwa siku ya leo, tarehe ya mwisho iliyopita Uh, kesi hizi kama ambavyo unafahamu ndugu mwandishi wa habari ni kwamba zilikuwa na watuhumiwa zaidi ya mia mbili. Kwa hiyo walikuwa kwenye makundi tofauti tofauti kwa kundi ambalo kwa mfano naweza nikatolea mfano ambao nilikuwa nalisimamia mimi Catherine na wenzangu ambao tulikuwa kundi moja kesi zile ziliisha kwa maana walifutiwa e, mashtaka lakini kwa sababu kesi zilikuwa nyingi kwa hiyo makundi haya E, hatukujua kesi zao zinakuja lini hasa, kwa makundi haya ambayo nimesema kama ambavyo nimeeleza. Hata hizi tu wamebaki tisa, lakini wako kwenye makundi e, kwenye kundi moja. Kwa hiyo haikuwa e, hatukuwa na taarifa hizo, lakini pia nadhani pia ilikuwa wakati wa likizo. Kwa hiyo taarifa hiyo hatukuwa nayo sisi, lakini baada ya kupata taarifa kwa siku iliyopita, tuliona pia kwenye mitandao ya kijamii lakini pia e, ndugu zao familia zao walitutafuta mi binafsi, walinitafuta walinipigia simu. Baada ya kunitafuta basi tukafanya arrangement nao, na ndio maana leo tumefika mahakamani na tutahakikisha wote wanapata uwakilishi e, wa kisheria kwa sababu ni haki yao, ni haki ya mtuhumiwa kupata uwakilishi wa kisheria kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa lazima watapata uwakilishi, sisi tupo, tutakuwepo, tuta na mawakili wengine wengi pia wengi watajoin kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wote wanapata uwakilishi wa kisheria kwa mujibu wa sheria.